Sekeseke lilioanza toka Machi saba mpaka Juni kumi na tatu tukio ambalo limedumu kwa miezi mitatu na takriban kama siku tatu ama nne hivi lilifikia kilele chake kwa siku ya jana, dabi kubadilishiwa tarehe kutoka 15, 25 lakini viongozi wa bodi ya ligi kujiuzulu hii leo. Tupo na Heavyweight underscore Dula, unaweza ukampata hivyo katika mitandao ya kijamii. Kubwa sasa ni kuyaangazia yale ambayo tumeshakwisha kupasha habari, na sisi tuko hapa kuyapata maoni kutoka kwake. Heavyweight, kwanza nijue hali yako iko vipi? Kwema, ndugu yangu, mambo anasemaji. Namshukuru Mwenyezi Mungu. yeah, sekeseke nimeliona by the way. Ya na yeah, taarifa ya mwisho, kwa sababu unajua tulikuwa tunadiscuss hili swala toka linaanza mm. Na Boimanda alisema kwamba kuna taarifa nyeti mm. ataitoa. uh, mimi mwanzo mwanzo nilidhani kwamba taarifa nyeti Maybe itakuja na majibu sasa ya yeah, demand mm. za timu zote mbili ambazo zimedimandi Yanga wamedimandi na Simba wamedimandi kwamba wawekwe watu hadharani ambao walihusika moja kwa moja kuboronga mchezo wa tarehe nane, kwa sababu mchezo ulikuwa uwe, tushaufunga jalada lake, maana tulikuwa tushau discuss kiufundi, tushau discuss kwenye nini, tushajiandaa na nini, ikatokea e, tarehe saba imefika, kuna mambo yalitokea ambayo yakapelekea mchezo e, kughairishwa. Ya e, ya tulitegemea basi walau Uh, kuna jambo ambalo litakuja kuwekwa baada ya uchunguzi na nini, kwa sababu kwenye uh, taarifa ya Simba waliandika, kwenye taarifa ya Yanga waliandika, lakini mwisho wa siku yakaja yakatokea mambo tofauti. Tukaona kwanza tarehe kusogezwa, wakati kuna notice. Nafikiri nilikwambia kwamba baada ya taarifa ya Simba kusema kwamba hawatambui tarehe tofauti na 15 nikakwambia tayari kuna Uh, kuna, kuna dalili washaziona Simba kwamba kuna uwezekano uh, tarehe kusogezwa na walikuwa sahihi na kweli tarehe imesogezwa mbele, lakini kubwa zaidi ni kuji, uh, kutuma barua kujiuzuru kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi hmm, Stephen Mkuto, lakini uh, kusimamishwa kwa Almas Kasongo ambaye ndio mtendaji mkuu uh, of course, uh, hili ndo tuseme ndo taarifa ambayo imenisurprise. Ee, lakini vile, vile nafikiri tunakubaliana kwamba ilikuwa ni matakwa ya Yanga ambayo waliyaweka kwenye, kwenye, kwenye kipengele chao, ingawa hawakuandika mwenyekiti wa bodi ya ligi, waliandika mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, lakini vile vile mtendaji mkuu, e, katibu, namaanisha katibu mkuu wa TFF ambao ni Wilfred Kidao ndio aweze kujiuzuru. Kwa hiyo e, kwa upande wa Mguto kwangu imekuwa kama surprise, lakini by the way kuna vitu vingi sana nimeweza kujifunza kwenye, kwenye, kwenye hili sakata hivyo iti, katika hivyo ambavyo umejifunza, mimi nitataka utuambie mwisho kabisa nini ambacho umejifunza kutokana na ile sakata ambalo limetokea. Lakini midahalo ambayo e, niliona inachapishwa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ni kuhusiana na mpira kushinda. Neno mpira kushinda, e, ili kwako nalitafsirije? Ni kweli unauona mpira umeshinda? Kwa hiki ambacho kimetendeka kimaamuzi, hadi kufikia hatua hii ambayo tupo kwa hivi sasa, kila mmoja amekubaliana na yale ambayo yametoka kama maagizo ya uongozi eh, kwa maana ya mamlaka yenyewe bodi ya ligi pamoja na TFF. Unajua kwenye hili swala la mpira kushinda, ndo, ndo hasa ambacho kimenishangaza. Umeelewa? Kwa asilimia kubwa naona wadau wengi ambao walikuwa wanaliongelea ili sakata wamegusia kwamba mpira umeshinda, mpira umeshinda. Sasa mimi elewi, kwa upande wangu sielewi, kwa sababu unajua, aidha ni kwa kujua au kutokujua, inawezekana kuna mtu anazungumza hivyo akiwa hajui kwa nini anasema hivyo, lakini kuna mwingine anajua, lakini maybe kuna kitu kimemsukuma kuzungumza hivyo. Mimi sitaki kuzungumzia sana hilo, lakini uki, kwa sababu mmeniuliza mimi maoni yangu, au sio? Eh, naweza nikasema E, tuje direct kwenye point. Ni kwamba mpira ili uweze kushinda, elewa maanake, kulikuwa tuna, tunaambiwa kwamba Yanga anapigania maslahi ya mpira. Mpira ili uweze kushinda, kinachotakiwa kuja kuamua migogoro naelewa, ni mamlaka ambazo zinahusika na soka moja kwa moja au zinahusika na michezo, sio, unaelewa. Mamlaka tofauti na hiyo haiwezi ikafanya jambo lionekane mpira umeshinda, kwa sababu ingetokea hili sakata limerudi kasi, mm, automatically Yanga wasingeshinda mm, si unanielewa? Yani, lingerudi kasi, Yanga wasingeshinda. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza nikasema mimi siwezi nikasema kwamba eti mpira umeshinda kwa sababu kilichoamua si mamlaka ya ya mpira, ya mpira wala si mamlaka ya kimichezo ni yani, sio mahakama ya usuluhishi ya michezo kasi. Kwa hiyo as long as sio wenye jukumu au wenye mandate ya kuweza kufanya hii huu uamuzi ni kama busara tu vile vile imetumika. Hakuna kanuni ya moja kwa moja inayosema kwamba ili jambo lifanyike, na by the way, kama leo hii tunaenda tofauti au tunaenda against na mambo ambayo FIFA wamekuwa wakiyapiga vita, sawa? Yani mtu kabisa ni mdau wa mpira ambaye yeye ndo alikuwa na, anatakiwa awavumbue mashabiki wa, wa kawaida kwamba hili swala kimpira halijakaa sawa. Yeye ndo anakuja anatoka hadharani, anajisifu, anatoa maandiko, ndio mpira umeshinda na nina nini, wakati anajua kwamba ukweli wa mambo ni kwamba wenye mandate au wenye mamlaka ya kuamua matatizo yote ya kimigogoro ya kimichezo ni nani kwenye soka na wenye, oh, uh, umesikia, of course wanajua, usiwatajie, mi najaribu tu kuzungumza, umeelewa, kwamba mdau anatoka, anajua kabisa kwamba wenye mamlaka ni nani, kitu ambacho uti, uh, FIFA wanakipigania wanakipiga vita, umeelewa. Kwa asilimia kubwa sana kinajulikana kitu ambacho huku ndo tunakishadadia, tunasema mpira umeshinda. Sasa tunarudi kwenye point. Hivi leo mfano, um, umulize mtu kama Lemuel Joshua, umulize mtu kama Mickey Junior, umulize mtu kama Ibrahim Kamara, sijui Nuhu Adams na nini, hii sakata ambayo limetokea hapa, akaangalia kwa picha yake, nani angesema mpira umeshinda? Zaidi zaidi tungekuwa tunajikaribisha tuna kwenye matukio ya hatari ya kupoteza hata hii soka letu ambayo tunajivunia. Umeelewa? Mpira umeshinda vipi? Mamlaka ambazo zinatakiwa kusimamia mpira ndo zilitakiwa zimalize swala la kimpira, sio influence nyingine tofauti. Kwa hiyo sasa ukija kwenye swala la kujiuzuru kwa mguto sijui na, na, na Almas Kasongo nitasema hata mimi ningekuwa kwenye uongozi wa bodi ya ligi au ningekuwa kwenye uongozi wa TFF ningejiuzuru. Kwa nini? Si ndio? Watu wangetaka kujua hapo kwa nini? Ni very simple. Kwa sababu shirikisho la mpira wa miguu ndio linatakiwa lile lina maamuzi ya mwisho kuhusiana na nini ambacho kinafanyika kwenye swala la soka ndani ya mamlaka zake. Sasa ikitokea kuna kuna, kuna, kuna shirikisho linakuwa kama kivuli kwenye mamlaka nyingine mimi ninakuwa sina kazi kwa sababu nitakuwa siendi na matakwa ya FIFA wanayotaka. Naenda against na matakwa ya FIFA sasa si stahili tena kuwepo kwenye kiti, anabidi aje mtu ambaye atakubali kukaa kwenye kivuli cha mamlaka ya juu zaidi, ambacho si jambo la halali kisheria hmm. Kwanza mpira umeshinda kivipi? Siki maamuzi yale ambayo yalikuwa yanatakika yamepatikana, na mwisho wa siku kinara anabaki kusimama mimi, na mimi kwanza, jambo la kwanza siamini kama mguto amejiuzuru kwa kupenda Siamini kwamba haya yaliotokea yamefanyika kwa kupenda. Siamini kwamba Simba wao wamependa kucheza tarehe 25 au tarehe nyingine, kwa sababu by the way toka imeyahirishwa tarehe nane mwezi wa tatu mechi eh, imepita miezi mitatu. Kulikuwa kuna uwezekano haya yote kutafutiwa solution ndani ya hiyo miezi mitatu, bila mechi hii kuahirishwa kupelekwa kwenye tarehe nyingine, si unanielewa? Na by the way mamlaka za, za, za ambazo zilikuwa zinatakiwa zisimamie hili swala ni za soka, si unanielewa? mtu kwa kujua au kutokujua, mimi mtu akija akija akiniambia kwamba mpira umeshinda, anipe evidence ya kauli yake kwa sababu eh, mimi navyoelewa, mimi mnelewa, kwenye zile regulations za FIFA ambazo siwezi kuzitaja eh, zinapiga vita swala ambalo si tunalichekea au sisi tunaliona la kawaida eh. Kwa jinsi ambavyo umezungumza hiyo influence ambayo imetoka nje na mamlaka za mpira, hauoni ilitazama kwa mapana kutokana na kauli ambazo zilikuwa zikizungumzwa na eh, wana Young Africans kupitia afisa habari na viongozi mbalimbali kuwa hawachezi, na hata kwenda mbali zaidi watatuona sisi ni akina nani kama watatukata alama ndo zimepelekea watu wa nje ya mpira kuja kuongeza e, ushawishi ili wakubaliane na kile ambacho kilikuwa kikijadiliwa kwa muda mrefu. Of course, kwa mantiki hiyo ni kwamba kweli yale maneno alikuwa yana kiburi na jeuri ndani yake, na kwa sababu maneno haya yalikuwa na kiburi na jeuri ndani yake na yanatoka moja kwa moja kwenye uongozi wa club, automatically haya mambo nilishajibu nikakwambia, kuna influence ya nyuma, kuna kitu nyuma. Jeuri huwa inakuja na jambo nyuma, jambo nyuma. Of course, nilisema mashabiki lakini kuna jambo kubwa zaidi ambalo linafanya waweze kuamua wa chochote wanachojisikia kuamua, kwa sababu by the way, kama ndo hivi hata aje kiongozi gani kwenye bodi ya ligi ataendelea kuwa chini ha? ya ya hicho kivuli ambacho kimewaondoa mguto pamoja na Almas Kasongo ataendelea kuwa hivyo hivyo, yani hata aje nani, umeelewa? Labda aje kiongozi wa, wa bodi labda atoke Ujerumani huko, labda, umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku utasema kwamba atakuja nani sababu alotakiwa kusolve hili tatizo nani? Bodi ya ligi wa mamlaka ya jambo, mpira imeshindikana, bodi ya ligi, mahakama za usuluhisho wa michezo. Kwa sababu ile mahakama imeundwa kwa sababu ya kusuluhisha michezo duniani kwa sababu michezo ina namna yake ya kutatua. Sasa kwa nini jambo lisiende huko likaendelezwa muendelezo wake ukawa huko, mamlaka ikatoa go ahead ya jambo likasolviwa kule, kulikuwa kuna shindikana nini? Kwa hiyo mimi ukiniambia mpira umeshinda nakataa, mpira huwezi kushinda kwa staili hiyo. Na kama ndio hivi na kama ndo hivi kwamba mpira ukishinda ndo hivi, basi mimi naweza nikasema soka letu lina safari ndefu, kama wadau wa mpira. Achana na mashabiki, mashabiki siwezi, kwa sababu shabiki kazi yake kukosoa, kuponda, kuongea chochote, kwa sababu kuna mshabiki mwingine mpira anaangalia kama stare, mwingine mpira kwake ndo hivyo. Mimi naongelea mtu ambaye anaaminiwa kwenda kuongea kwenye chombo cha habari, anakuambia mpira umeshinda, eti kwa sababu TFF ipo chini ya mamlaka nyingine, jambo ambalo kisheria za FIFA si sahihi. Unaaminisha watu mpira umeshinda. Mpira unashinda utakuwa uende kwenye mamlaka zake za mpira, tuone tuone nani alikuwa na haki, sababu silishai kwenda likarudi tena pale, ndo tulitakuwa tuanzishe discussion. Sasa mamlaka mpira ilivyo ilivyoamua mamlaka za kusuluhisha michezo, tukaona haijashinda mpira, ila ilivyoamua mamlaka zingine nje ya soka, ndio mpira umeshinda, si ndio tunavyoaminishana? Sasa sio hivyo, umeelewa? Na ndio naanza kupata picha kwamba kumbe ndio maana Eh, Tanzania sisi ukiwa mtu ambaye ume, una misimamo umenyooka fulani safari yako ya mafanikio huwa itakuwa ngumu sana sana. Em, rudia kwa utulivu hiyo kauli unayoizungumza yani, Tanzania kuelewe, of course sio tu kwenye mpira kwa hmm sababu kwenye mpira kuna watu wamenyooka wanapigwa vita na nini na nini. Kwenye jambo lolote hapa nchini kwetu ukiwa umenyooka na unazungumza kitu ambacho ni kweli real fact, na kipo Ah, of course njia yako ya mafanikio itakuwa ngumu sana, na utapigwa vita nyingi mno mno, kwa sababu sisi majority ya wale ambao wanapaswa kuwazindua watu fikra wanaamua kuwapitisha kwenye fikra zingine. Umeelewa? Na ni rahisi sana mtu kumuuliza swali hili akakujibu katika correct way, lakini mtu huyo huyo unaweza ukamuuliza swali hilo hilo katika mazingira tofauti akakujibu in a wrong way. Sawa? Umeelewa? Mtu ukimuuliza governing body ya mpira ni nini atakwambia FIFA. Mpira ina, ina, ina govern mpira duniani. Atakujibu hivyo. Lakini ukija ukimuuliza mpira umeshinda katika engo fulani, je, influence ya taasisi fulani kija ikiingilia kwenye soka, mpira unashinda, atakwambia ndio umeshinda, wakati anajua governing body inapiga vita jambo gani? Sio, unanielewa? Governing body inapiga vita jambo gani? Je, yeah, hilo jambo ambalo FIFA wamelipigania wenye mpira wao ambao wameliweka hadharani kwamba hili jambo halitaki kuwa hivi na mtu akifanya hivi tutafanya hivi. Si unanielewa? Yeah. Je, wale FIFA hawakufikiria, hawakujua? Walijua lazima kutakuwa kuna migogoro kwenye mpira. Hiyo ni jambo la kawaida duniani kote, ligi zote kuna migogoro. Na ndio maana kumewekwa mahakama ya uhusuluhishi ya michezo. Tunaenda kusuluhisha. Very simple. Sasa mimi ingekuwa imesuluhishwa kwenye mamlaka za mpira au za michezo, ningesema mpira umeshinda, as long as haikuwa hivyo mm. Siwezi so, nikasema hivyo. Unaungana na Babla Gonzalez eh, katika komenti yake ambayo inasema kwa mwenendo huu eh, mpira wa bara la Afrika bado sana. Ah, of course. Sasa mtu ameshawakuwa CEO wa Simba mwenye mafanikio, amezunguka nchi nyingi, ameuhudumia mchezo, amewahi kuwa miongoni mwa maafisa wa CAF mm. why not Manake kashaziona changamoto nyingi, kaona mambo mengi anaoendelea kwenye soka letu, wadau ambao tuko nao vitu wanavyo support, si unaelewa? Mtu anaenda anaandika andiko refu, anajisifu, anajisifu kabisa, kwamba jua mimi nilikuwa nasema si na nini eh, watu wanasema Jumatatu, unachelewa kwenye vipindi, wanachekelea wakati wanajua ukweli, umeelewa? Sasa mwisho wa siku ni nini? Maana mwisho wa siku ni nini? Tunataka tuambie wadau ukweli kwamba mpira hauendeshwi hivyo. Sisi tuna uharibu, sio kuutengeneza mpira. Hujashinda tunauharibu mpira. Sawa? Labda nimalize hivi, jambo lilotokea, tunauharibu mpira kwa sababu hili jambo liko against na FIFA. Simalize hivyo, bado hujatuambia nini ulichojifunza, kwa sababu tulisema tutaweka mwishoni. Sasa tunataka Heavyweight atuambie kajifunza nini kutoka kwenye sakata lililoanza jioni uh, ya tarehe saba mpaka kufikia tamati siku ya tarehe 15. Yes, hili ndo sehemu muhimu zaidi kwa upande wangu. Kwanza nilichojifunza, jambo la kwanza kabisa ni kwamba shirikisho la soka la mpira wa miguu Tanzania TFF, pamoja na TPLB, maanake Tanzanian Premier League Board au bodi ya ligi kuu Tanzania bara, eh, haina nguvu dhidi ya Simba na Yanga haina nguvu haina nguvu, kwa sababu kama mmoja wa hivi vilabu alifanya kosa kubwa zaidi kikanuni ambalo e, matekelezo ya adhabu yake ni kubwa sana, aidha kushushwa daraja na vitu ambavyo vinafanana na hivyo, basi hiyo hukumu haitokuja kutokea milele kwenye soka la Tanzania, milele kwenye soka la Tanzania. Hilo nimejifunza. Jambo la pili nilojifunza ni uh, mpira wetu unajengwa zaidi na ajenda na siasa za nje kuliko uhalisia wa nini ambacho mpira unahitaji duniani. Si unanielewa? Yaani ni rahisi sana mchambuzi wa Tanzania kuzungumza kitu katika engo A dhidi ya mpira wa Tanzania na kitu kile kile akakizungumza engo C katika mpira wa Ulaya. Si unanielewa? Na, na, labda nikupe mfano jambo kama hili lingetokea linge kwa mfano uh, labda tuseme Uganda mm. Sawa mm. Uh, labda Uganda <laughs> hawa hawa ambao wanasema hivi leo mm. Sawa wangepiga kelele katika engo nyingine tofauti na hii tofauti na hii ambao wa? wanaizungumzia hapa mm. Kwa hiyo, hiyo ni kitu ambacho kitu alafu kingine ki nichokigundua asilimia kubwa ya wadau wa mpira Tanzania pamoja na mashabiki si walaumu sana, lakini wanafata mkumbo bila kupembua yani, yeah, of course. Yani anacholishwa, yani anapokea, yani hana yule muda wa kukaa aseme ngoja nifikirie hichi kitu, je, ni kweli? As long as huyu kasema, huyu kasema, huyu kasema, huyu kasema, hana yule muda ku, wa kuumiza kichwa, yani basi fulani kasema basi Yaani kashakuwa kama kichwa nazi sasa. Fulani amesema. Yaani wewe mwambie tu ah fulani amesema. Fulani amesema. Yaani haelewi. Yaani hata utampiga makonzi e, hey. Okay. Kwa yeye fulani kasema. Na huyo fulani mwenyewe sasa. Eh. Hanyoki. Kwa hiyo ina maana ana affect majority ya, ya, ya watu ambao wanam, wanamsikiliza. Wana kwa hicho kitu pia nimejifunza. Hmm. Lakini jambo jingine nimejifunza, soka letu lina vita nyingi. Sio tu usajili kikosi kizuri, sio tu usajili uh, uh, labda uwe na uh, bodi, uh, safu nzuri ya uongozi bodi ya wakurugenzi sijui na nini, sio hivyo tu peke yake, au kuandaa timu kwa ajili ya ushindani peke yake. Pia kuna vita zingine za nje ya uwanja, si unanielewa? Unatakiwa uwe na tagi kubwa, maneno ya mtaani tagi, yani tagi ni rundo kubwa la watu nje ya mpira. pia unatakiwa uwe na vyombo vya habari vingi uviweke hapa au labda, sio unajua, mwenye kama unavilipa kama unaviahidi kama una nini ivo, na nini hivyo. Na nafikiri muda mwingine pia inachangiwa na maisha yetu, unajua sisi wa Tanzania kidogo changamoto za hapa na hapa. Kwa hiyo ukipewa biriani ngamia kidogo, ajenda zile uzisukume, bwana, tuseme hivi tufanye hivi. Basi hiyo pia unatakiwa ujiandae nje ya uwanja, uteke mitandao kwa njia yote unayojua wewe, teka mitandao kwa njia yote unayojua wewe. Mpira wetu uko hivyo. Na pia jambo la mwisho ambalo nimejifunza, hauhitaji mtu alionyooka kozi kwa mtu alionyooka, lazima utaonekana hufai. Kwa hiyo, kwa upande wangu mimi tena siwezi nika, nika, nika comment zaidi, lakini yalotokea yameshatokea, lakini kwa upande wangu naendelea kusema kwamba mpira haujashinda, ila suluhu ya lazima imepatikana. Jaida la dabi tunalifunga hii leo Juni 14 siku uh, moja tofauti na ile ambayo ilipangwa na bodi ya ligi kwa mara ya kwanza iwe Juni 15. Sasa tutaenda kwenye 25. Mengineyo yatakuwa ni ya kiufundi zaidi. Kutoka kwa Heavyweight underscore dula, una lolote la kumalizia tofauti na ile la la mwisho? Ah, hapana hapana, umemaliza kabisa, umefunga ukurasa ilo kabisa. Bana mimi nikushukuru sana langu, jina Jafet Mpango, mepango mwenzangu kwa upande wa kamera ni Agusto tabii. Asalamu alaykum.